Anaitwa John Seka ni wakili mwandamizi na kiongozi wa jopo la mawakili wanaotetea e, chama cha ACT Wazalendo na ndugu e, Luhaga Johnson Mpina katika kesi ya kikatiba ya kupinga kuondolewa kwa ndugu Luhaga Johnson Mpina katika kinyang'anyiro cha urais . Kesi hii ni kesi ambayo imefunguliwa dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Sasa leo mahakama ilikuwa imetuita ili kuweza kupata mrejesho kama tumetekeleza amri zote za mahakama ilizokuwa imetoa e. Kwa ufupi tu, amri ambazo mahakama ilikuwa imetoa moja, ilikuwa ni kwamba shauri hili litaendeshwa kwa maandishi, na kwa kuendeshwa kwa maandishi, kila upande kwa maana ya upande wa serikali na upande wa waleta maombi tulipewa siku mbili mbili za kubadilishana nyaraka. Kwa hiyo tutakuwa tunaandika nyaraka na kuzibadilishana kwenye mambo mawili: moja, kesi ya msingi ya kupinga kuondolewa kwenye kinyang'anyiro cha urais, lakini pia na kesi na mapingamizi ya awali ambayo serikali ilikuwa imeweka kwamba mahakama kuu hii haina mamlaka ya kusikiliza shauri hili. Kwa hiyo tumetumia uh, weekend nzima hii wiki nzima hii kufanya majumuisho kwa maandishi na pande zote mbili, kwa maana ya sisi na upande wa serikali, wote tuliweza uh, kutimiza amri ya mahakama na tumewaambia mahakama hii leo kwamba nyaraka zote sasa ziko mbele yao. Uh, na mahakama imetuthibitishia kwamba imeziona nyaraka hizo na wamezisoma na wamejiridhisha kwamba hoja zilizoko zinajitosheleza wao kufanya uamuzi. Kwa hiyo mahakama imesema kwa kuwa hili ni shauri la dharura na kwa kutambua kwamba uchaguzi mkuu bado unaendelea na ina uwezekano mkubwa pengine e, e, Bwana Luhaga Johnson Mpina atarudishwa kwenye kinyang'anyiro. Kwa hiyo mahakama imesema itatoa hukumu ya shauri hili kuhusu Je, Luhaga Jelson Mpina anarudishwa kwenye kinyang'anyiro cha urais au la tarehe kumi mwezi wa kumi e, mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano saa nane kamili mchana hapa masijara kuu Dodoma. Kwa hiyo hilo ndo ambalo mahakama imesema leo imeona kwamba nyaraka zinajitosheleza wao kwa wao kuweza kufanya uamuzi. Kwa hiyo wamesema watatumia siku hizi tatu na wao kwenda kutafakari, kusoma hoja zote na hoja kinzani na kufanya maamuzi eh, muhimu kwa mustakabali wa taifa letu.